We ni nani hata wolee wakati single ladies Tanzania ni wengi. Who are you? Anayepata nafasi mahali pasipokuwa na nafasi huanza kufaidika na vitu ambavyo wengine hawawezi kufaidika navyo. Nuhu aliopata nafasi machoni pa Bwana, sheria ilipaswa kuangamiza dunia nzima. Kwa nini zikagarikaniiyaliangamia? Kwa hiyo kumbe neema inaweza kukuepusha na majanga ambayo yanawapata watu wengine wote. Wewe unapigwa chapa inayosema, do not touch this one, touch not my anointed one. Panakuja ugonjwa Tanzania nzima, wanashangaa wewe haukupati kwa sababu gani? Umepata nafasi ama neema machoni pa nani? Uliza mwenzako, je, una nafasi machoni pa Bwana? Neema inajibu swali ninalouliza kwamba wewe ni nani hata tukukumbuke, wakati wanaohitaji ni wengi. Wewe ni nani hata upate kazi, wakati walioomba kazi ni watu elfu kumi? Sinaeka vizuri wewe ni nani hata wolee wakati single ladies Tanzania ni wengi? Who are you? Neema inajibu hilo swali, inajibu inasema kwamba mimi ni mtu niliyepata neema machoni pa nani? Yes, so aliyepata neema machoni pa Bwana anatofautishwa na wengine wote ambao na wenyewe wana maombi kama wewe, pengine wanafanya bora kuliko wewe lakini neema ikiingia ina break barriers, inasema this one and not the others. Nani amekuja kuchukua neema leo? Umeanza yeah, kunielewa mtumishi Bwana yeah. so neema inakupa nafasi mahali pasipokuwepo na nini. Yesu asifiwe sana yeah. Nimesema kwamba kuna maeneo mengi katika maisha yetu ambayo kimsingi ni kweli kabisa kwamba haturuhusiwi hatuna nafasi. So kuna prayer point lazima uweze kuidevelop katika maombi yako, ambayo inasema kwamba o oh Lord give me access. Si umenisikia vizuri? Inakwambia hiyo ni prayer point, Bwana nipe nafasi. Nafasi wapi? Katika mioyo ya watu. Kuna watu mnafanya kazi, lakini nikiuzu moyo wa bosi wako hakuna nafasi yako, utatoboa kweli? unahitaji nafasi mpaka kwenye mioyo ya wanadamu, yaani bosi akakaa mwenyewe kwenye ofisi yake anawaza this man deserves more. This lady ana deserve more. nafasi na hapa tuko na pale kuna nafasi kwenye moyo wa baba yako wa kiroho. Muulize mwenzako una nafasi, una nafasi. Anahudumia watu wangapi? Wengi. Je, umefight ku create hiyo nafasi? I'm telling you usipojifunza haya mambo inakula kwako, unazunguka na neema kubwa, matokeo sifuri. Kwa sababu gani? Umekaa hujatafuta nini? O, una nafasi kwenye moyo wa mlezi wa kiroho alafu? Ukiwa na nafasi unajijua, unajijua kabisa, ipo na hiyo ngoma huwa, huwezi mtu akukwambia. Yaani we unajua kwamba hapo, mm, hamna hamna kabisa, sipo, ingawa nakufahamu lakini unagundua hapa nafasi tushema, wewe mwambie, nafasi ipo au unahisi haipo? Ambia, hata usiponiambia, wewe unajua hii ni Now, siri. Kila andika hivi: kila aliye na nafasi kwa kiongozi wake yeyote hupata faida ambazo wengine hawatakuja kuziona.